Na kulizuka kizaazaa wakati wa hafla ya kukabidhi kiwanda cha sukari cha Sony Sugar kwa kampuni ya utayarishaji sukari ya Busia, baada wafanyi malipo, ya wafanyi biashara walioghabika kutaka warejeshewe malipo yaliyotolewa miezi mitano iliyopita, wakidai hawakupata sukari yoyote. Wakati huo huo, halmashauri ya kuhakikisha usalama wa vyakula vya kisaki kwa afya ya binadamu, wanyama na mazingira, imetetea usalama wa vyakula hivyo hapa nchini. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa kaunti. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa hafla ya kukabidhi kampuni ya sukari ya Sony Sugar kwa kampuni ya Busia Sugar Industry Limited. Wauzaji wa sukari waliokuwa na hamaki ambao walilipia sukari miezi mitano iliyopita na hawajapokea sukari yoyote, walishinikiza kurudishiwa pesa zao. Walimfokea mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Sony Sugar Martin Dima, wakimtuhumu kwa kuwakwepa mara kwa mara, hata baada ya wao kumlipa. Niko na watoto wenye wanaenda shule na ukiniona hivi, as from Desemba sijui, Dima alikuwa anataka pesa, nikaweka 20 yangu, 20 milioni kwa kaunti ya Soni. Wakati huo huo, halmashauri ya kushughulikia mazao kisaki hapa nchini imetetea usalama wa mazao kisaki. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo Nehemia Ngetich amesema mikakati imewekwa ili kuwalinda Wakenya dhidi ya mazao kisaki yenye ubora wa kiwango cha chini. Kwingineko, wakazi wa kijiji cha Baliche na ubunge la Balambala, kaunti ya Garissa, wameandamana kulalamika kutokana nakili, na kile walichokitaja kuwa kupuuzwa na serikali wakisema hakuna maendeleo katika eneo hilo. Kutoka kaunti wa Balichi tuko na shida ya daktari na tuko na shida ya maji. Kuna babula kadhaa hakuna maji. Na katika kaunti ya Kericho wanafunzi na wafanyakazi wa chuo cha kiufundi cha Kericho township wamepanda miti katika umbali wa kilomita 6 kutoka mji wa Kericho hadi katika kituo cha kibiashara cha Bruk kwenye barabara kuu ya Kericho Nakuru having challenges even in getting sheds where they they are supposed to uh, rest a bit before they can continue with their journeys. Hatimaye, katika kaunti ya Busia watu wanaougua kifafa katika eneo la Teso Kaskazini wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo na ile ya kitaifa kuhakikisha upatikanaji wa dawa ili kuwezesha kuawezesha kupona. Naenda kwa mzee, unaambia mzee, sina madawa madawa zimeisha, mzee anakuambia hata mne sina pe sina pesa Alafu utakuta umekuwa na stress, madawa hakuna, saa ya kumeza dai imefika. Tilio Marco, Darubini Wikendi.